Binti yangu ndivyo nilivyokufunza hivyo eh? Bwana mama, hao wanaume hata walizikaji, yaani unaweza ukampa kila kitu, lakini bado akaenda kesi kesi zake za kijingajinga tu. Hapa mi naona mnanichanganya tu, kwanza mnanipotezia muda. Wewe wewe, jishikilie wewe, nakuchanganya mimi Shakira, ujishikilie tena vizuri, mimi ni mama yako. Unapaswa kunisikiliza ninachokwambia. Sasa endelea kushupaza shingo yako. Wahenga wanasema sikio la kufa lisikii dawa. Sasa ukija kuachika nisione pua yako, na ile hapa. Tafuta mume, tafuta mama yako, sina mjadala. Nimekuelewa.